Zanzibar kisiwa ambacho ni mafikio na ndoto ya watu wengi ulimwenguni kote, lakini linapokuja katika swala la siasa, kisiwa hiki kimekuwa na mvuto wa aina yake. Siasa zake zimekuwa ni zenye kusisimua sana. Ni mwaka 2025 taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania likijiandaa kwa ajili ya kuelekea katika uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika mnamo tarehe 29 mwezi wa kumi hapa nchini Tanzania tumekuja Zanzibar kwa ajili ya kuja kuangalia ni kwa namna gani kampeni zinafanyika katika kisiwa hiki. Tumekuja kuangalia ni kwa namna gani siasa za hapa zinavyofanyika. Raisi Dkt. Hussein Ali Mwinyi anatarajiwa kuchuana vikali na aliyekuwa makamu wa pili wa rais ambaye ni Othman Masud Othman hapa tumekuja kuangalia ni kwa namna gani wananchi wa hapa wanatarajia nini kutoka kwa viongozi ambao watapata turufu ya kwenda kuwaongoza katika awamu nyingine ya miaka mitano kutoka 2025 hadi 2030. Sasa tunategemea sana, kwa sababu kuna kijana ambaye ameingia hivi sasa, Mheshimiwa Bani, mwenyeji anayajua matatizo yetu, anajua shida zetu. Kwa vile anajua matatizo, anajua shida zetu hata tukimwambia, bila shaka, itakuwa <coughs> hakuna shida kubwa, lakini tunategemea kwa kijana mpya, nguvu mpya ambazo zimeingia ndani ya wakati mpya huu wa maendeleo ya sayansi na teknolojia. Tunategemea sasa, kwa sababu huu ni wakati wa sayansi na teknolojia, na mambo yetu mengi sasa hivi yanakwenda kiwakati wa sasa hivi. Tunategemea kiongozi huyu naye atatusaidia kwa asilimia kubwa kutupatia vifaa vya tehama ambavyo ndivyo tunavyovitumia sana hivi sasa kwa ajili ya maendeleo ya elimu. Kwa um, upande wangu uh, natoa rai kwa mbunge ambaye atachaguliwa katika uchaguzi huu atufanyie uh, haya fuatayo katika masuala mazima ya usafiri. Hapa katika shule yetu ya Mtoni wanafunzi wanapata changamoto kubwa sana katika masuala mazima ya usafiri. Sasa um, tulikuwa tunapendekeza uh, kuwe na ruti maalum ambayo itapita karibu na skuli yetu hapa, yani, kwa maana ujenzi wa barabara hizi barabara kubwa pengine, ambayo itaunganisha kutoka uh, kwa sefu ikapita hapo kukawa kuna daraja alafu tena ikapita hapo karibu na shule hii na pengine ndo shule nyingine kubwa inajengwa mpya inapita inada zake huku inakata mwanyanya. Changamoto kubwa za hapa ni kwamba hii misitu kwanza changamoto zetu za hapa, msitu huu na wakera wanafunzi, na pia ma, nini kujifunza yani kutoka kule mitaani kufika skuli, changamoto zao ni kubwa, hivi vivuko. Vivuko vinawasumbua hasa hawa watoto wetu wadogo, inabidi tutoke hapa saa nyingine tuwavushe, tuwapeleke nyumbani ambapo tushamaliza kipindi au tutoke hapa tukawachukue nyumbani, ehe, mpaka inawapelekea saa nyingine kuna wanakuwa watoro askuli hawafiki tunaomba kiwanja cha kujifunzia watoto, hatuna vifaraguzi vya watoto hatuna. Tunaomba projekta kwa maandalizi kama maandalizi, ili jitegemee maandalizi, kwa sababu changamoto zetu ni nyingi sana. Watu wa msingi wanaweza wakaja wakaingia maandalizi wakati wa mtihani, kwa vile sehemu yetu ni ndogo. Kwa hiyo tunamwomba mheshimiwa tufanyie maandalizi kama maandalizi, tujitegemee. A uh, kuna changamoto moja kwanza. Tukianza changamoto ya madarasa ya kusomea, tunaweza tukasoma darasani ikinyesha mvua tu ikawa hatusikilizani, tunapoteza muda kwa kumsubiri mpaka mvua ipite, kwa hiyo muda huo unatupita. Na ukiangalia wanafunzi wengi sana, idadi kubwa wanafunzi, unakuta na kule nje. Jambo lingine kaswa wanafunza kambi, na changamoto ya chakula, mtu unakuja kambi usiku, bainaikuwa ni ujala kama hivyo na unaondoka asubuhi, pia vilevile una njaa. Mtu ukiangalia familia nyingine za huku, mazingira ya kukwetu mtoni ndo kama hivyo. Na hata hivyo, tuna uhaba vifaa vya practical. Mtu anaweza kufanya practical darasani, kuna vifaa hamna, baadhi ya reagent zile chemical hamuna zile, yani mtu unakuwa hupati zote, unaweza ukapengine ukastachi ile ukaipimele pale pengine protini lakini, nyingine unaweza kukuta pengine feti hamna reagenti zake. Kwa hiyo mtu hupata hata kupima vifaa vingine vile anaza test chuu na kwa hakuna katika siku letu hii, yani, watu yani, wakazi wa hapa hapa hapa wanakuwa wanatupa taka, kwa hiyo ile pia inatusababishia sisi kurudi nyuma kinini kimaendeleo yetu, pia hususa katika vile sisi wanawake tuna uhaba wa vyoo, utakuta sisi tuko wengi, vyoo viko vichache, utakuta vyoo vyenye vinne tu hapo hapo, sote tunatakiwa tufanye sote haja zetu. Pia mazingira hatarishi, hasa misituni. Juzi tu bado kidogo, kuna wanafunzi mwezeshaji ambao wanaruhusiwa kutoka nini katika tukio la kubakwa, kwa sababu utakuta sisi tunatoka masafa marefu, ni nyumbani ni mbali. Kwa hiyo lazima, si kama wengine tunatoka huko Mwanyanya, lazima tuvuke hapo katika hiyo misitu, ndio lipo tuje huku shule. Kwa hiyo utakuta wale hasa vile vijana wa nini vikundi vile vibaya wanajificha katika vile nini, katika ile misitu kwa hiyo lazima inatokea kama hiyo, yani situation kama hiyo. Sasa kama utakuta mtu huna yani rafiki yako, shoga yako, anakaa mbali nawe, kwa hiyo itakubidi wewe uje peke yako, na ndipo hapo hao watu wanachukua tekniki kama hiyo, na pia majira pia kurudi, wakati wa kurudi shuleni mida kama saa saba kama hivyo, na pia sisi muda kuja kambi saa kumi pia hivyo, wengine wajifanya wanafanya mazoezi hapo vijana, lakini kumbe ni watu wabaya.